Ndugu zangu, hii khutba ya Ijumaa, ukisha kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam, na ukiwahusia watu kumcha Mungu, khutba imekamilika pengine yenyewe wenyewe hamjui khutba inakuwa imekamilika, ukisoma tu aya moja ya Qur'ani. Kwa maana ukimshukuru Mungu na kumtakia rehma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na ukiwausia Waislamu kumcha Mungu Sema usikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla, na ukasoma aya ya Qurani, khutba inakuwa imekamilika. Lakini kukamilika kwa kitu chochote kuna nyenzo ili kitu hicho kipate sura ya kukamilika. Majumba yenu mnapojenga, mnajua mnavyoyajenga, lakini hamuhamii mpaka mtie rangi, mtie vitu vingi, ndo mnahamia. Na jirani yako ambaye hajakupa, hajatia rangi nkesha keshahamia na usingizi anaupata wewe unasema ndio, hayo tu. Ninachokusudia kuambia anaomba, akili mnazo, lakini zitulizeni, munielewe vizuri. Mimi najua pengine mna akili kuliko mimi, ila mimi akili zangu ndogo lakini huwa naziweka kwa kulenga hivi, nasikiliza ndio maana mi nafanikiwa kuelewa. Sasa akili mnazo na naomba kwa akili zenu na masikio yenu mnisikilize vizuri, ili mwelewe ninachosema kilete faida kwenu. Tumekuwa tukihimizana muda mrefu hapa, jamani, amani na utulivu, mpaka wengine mkakereka, mkaona kwamba huyu bwana sasa amegeuza msikiti kuwa ni jukwaa la siasa. Baadhi yenu mmesema hivyo. Mimi nimewasamehe kwa sababu mlikuwa hamwelewi. Mpaka kilichotokea kimetokea cha kutokea, ndo kidogo baadhi yenu mmeelewa mimi nyuma nilikuwa nasema nini. Mimi ninachotaka mwelewe kwamba bila ya amani katika nchi yetu hatutomwabudu hatutomwabudu Mungu, hatu, Mungu kwa maana hatutoweza kusali hata Ijumaa. Itafikia mahala hii Ijumaa itatushinda, na siku ile ilitushinda, tulifunga msikiti, lakini ilitushinda Ijumaa moja, lakini mjue, kwa mambo yanavyokwenda zitakuja kutushinda Ijumaa nyingi, kwa mambo yanavyokwenda, Ijumaa nyingi zitatushinda kuswali. Ndio tunakokwenda huko tusipochukua tahadhari na tusipoelewana, tusipo sisi. Wajibu wetu kusema, tunasema. Baadaye mtakuja kusema kwamba hatukuambia ndio mnakokimbiliaga huko, mashehe wa kusema. Ah, tunasema msipochukua tahadhari, tusipochukua tahadhari, ijumaa nyingi zitatukosa, kwa sababu kuna watu wamewashawishi vijana waliofanya ghasia siku ile ya uchaguzi. Wale wameshawishiwa wameshawishiwa wakafanya yale waliyoyafanya, na nyote mmeyaona. Wamevunja miundombinu ya mwendokasi, wamepiga moto vituo vya mafuta visivyopungua thalathini na kitu vinavyomilikiwa na mtu mmoja, vituo vya mafuta thalathini vinavyomilikiwa na mtu mmoja. Pigo au sio? Pigo hilo kwa yule mtu ni pigo kubwa, lakini vitu kadhaa vya watu vimeharibiwa. Dola katika kukabiliana na hali ile, matokeo, watu wameumia, watu wamekufa watu haieleweki mpaka hivi sasa hivi. Wengine walioshawishi wamegeuza kibao, mi nakwambia, ni walioshawishi wamegeuza kibao. Baada ya kufanya tathmini ya kazi yao, wameona waliokufa waislamu si wengi walioumia waislamu si wengi, watoto wa kiislamu si wengi. Ninakupeni taarifa, inasemekana sasa hivi wanataka kuwashawishi na waislamu waingie, ili wafe, ili waumie, alafu nitakuja kusema kwamba hatujawaambieni, na bado mtaniambia kwamba hapa naongea siasa mimi natetea na, na, na maisha ya watoto wenu. Watashawishiwa na tayari iko katika kuwashawishi, sio watashawishiwa. Ah, hiyo inaendelea ili na wao wafe, ili na nyie mlie kama wanavyolia. kwa maana ya kwamba ile amani tunayoipigania bado watu wanataka iondoke, na pale ilipoondoka kidogo, hasara wanavyodai madai kwamba wao wamepata hasara zaidi kuliko hata wale ambao waliwaibia vitu vyao, wakavunja vitu vyao, wakabomoa vitu vyao, wanaona wale hawakupata hasara, wamepata hasara wao Mpango unaoendelea inasemekana, wallahu aalam, inavyosemekana, na lisemwalo lipo. Watu wa zamani wamesema kwamba lazima mambo haya yafanyike katika maeneo wanaoishi waislamu wengi, ili wapate kufa wengi. Namshuhudishia Mwenyezi Mungu kwamba nimekufikishieni hilo, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad, mtakuja kukumbuka ninalokisema, na mimi ninamtegemezea Mwenyezi Mungu jambo langu. Mwenyezi Mungu anawaona waja wale wasiotutatikia wema katika nchi yetu bado wanaendelea na bidii zao za kufanya nchi isikalike. Na sisi mashehe na watu wa dini ya Kiislamu bidhati, tunayopigania amani iendelee, tunaambiwa ni wajinga waziwazi. Tumeambiwa wajinga tunaambiwa ni wajinga jamani. Naomba ujinga huu bora tuukumbatie, huu tufe nao, wa kuitaka amani iendelee katika nchi yetu. Wanasema baadhi yao kwamba itakuwaje mlinganie amani wakati nchi hii hakuna haki? Wanasema hivyo lakini si tunasema nchi hii iko haki kwa sababu taasisi zinazosimamia haki za watu zipo zote, mahakama zipo, vyombo vya dola polisi wapo, na huko mahakamani watu wanao haki, wanaodai haki zao wanakwenda huko na wapo. Mahakama lazima iwe huru iamue maamuzi, ili hali ikiwa iko huru bila ya shinikizo la mtu yoyote. Na alhamdulillah mahakama za nchi, ze, za nchi yetu ziko huru sana. Wanaosimamia sekta hiyo hawajapata kulalamika kuwa wanabanwa. Kama ilivyo vyombo vya habari, katika nchi hii viko huru sana wanaripoti wanayoona, waripoti yote na tunayasoma, na mengine wallahi yanayoripotiwa ndani ya baadhi ya vyombo vya habari hayana maana, lakini tunayasoma. Tuyasomi hivi sisi ile ripoti ya mtu kuwa yuko uchi katika Facebook, sisi na faida gani? na, na, na, na. lakini watutilia si vyombo vya habari vile, wanaripoti kila kitu kwa hiyo na mahakama ziko huru zinafanya kazi yake itakiwavyo, vyombo vya haki. Tuna bunge, bunge lipo na wabunge bado kuapishwa tu, tayari na waziri mkuu kishapatikana, na naibu waziri na spika kishapatikana, naibu spika kishapatikana. Kile ni chombo cha haki, chombo cha kutunga sheria kile na usimamizi upo, lakini mtu anasema nchi hii haina haki. Kwa upande wetu Waislamu nikukumbusheni, sisi Waislamu mmojawapo, mimi nimewahi kufika bungeni kwa ajili ya kudai mahakama ya kadhi. Tulivyoikosa nimerudi hapa, nilikushawishini kuandamana, tuliwashawishi watu kuandamana nyuma pale tulikuwa tunadai nchi yetu iingie kwenye OIC kama mnakumbuka, pengine mmesahau, kwa sababu nyie hamshughuliki na mambo yenu ya dini. Ilivyokosekana, tuliwaambia watu waandamane, hatukuambia watu waandamane, lakini mpaka leo tunafata taratibu za kuomba haki za kudai haki, lakini kwa kufata taratibu na wala haina maana ndo sisi wanyonge, yani Waislamu maanake ni wanyonge daraja la tatu. Huko hamna, hakuna mwislamu mnyonge hapa, isipokuwa tunafata haki, tunafata utaratibu kwa ajili ya kuhakikisha amani iendelee, lakini sio kwamba kuna mwislamu mnyonge. Wanatuita sisi wachache, tuko asilimia thelathini tano. Wallahi, asilimia thelathini tano hii siyo ya kinyonge iko quality kabisa lakini tunafuata haki, tunafuata sheria. Sheria ya kwanza inayotakiwa ifuatwe kutii dola, kutii mamlaka. Sisi Waislamu tunatii mamlaka hata pale tunapojihisi kwamba hapa tunaumia, lakini tunaendelea kutii mamlaka. Tunapoendelea kutii mamlaka, maana yake hiyo ndio tunaiendeleza amani iwepo. sisi Waislamu tunawaona watu wote wa raia wa nchi hii wote ni sawa, hakuna raia yani, hakuna huyu standard yake juu, huyu chini, hamna. Lakini wengine wanataka hiwe iwe hivyo kwamba wengine wawe chini, wao wawe juu. Huko ni kuivunja amani, ndugu zangu huwa maneno haya hayatoshi katika kipindi hiki cha kusimama hapa, lakini nikwambieni kwamba mimi ndiyo niliyokwenda bungeni kuwakilisheni kwa ajili ya upatikanaji wa mahakama ya kadhi na kuthibitisheni kwamba hatukuipata kama vile tunavyotaka, licha ya kuwa tulijiteremsha mpaka mwisho, tukasema mahakama ya kadhi tutaigharimia sisi wenyewe, tunaitaka dola nchi itambue tu kwamba uwepo wa mahakama ya kadhi katika katiba, ili tusifanye jambo nje ya katiba ya nchi yetu. Wenzetu walikataa kata kata lakini mimi mwakilishi wenu na wenzangu hatukutoa maneno mabaya wala lugha chafu mbele ya serikali iliyokuwepo, wala hatutotoa maneno mabaya wala machafu mbele ya serikali iliyopo. Lakini tukijisikia kudai haki ile, tutaidai kupitia taratibu zinazokubalika ambazo zitaendelea kulinda amani ya nchi yetu. Ila mimi leo ningependa tu kukwambieni kwamba sasa mnaviziwa nyinyi watoto wenu, kwa sababu ajira ya watoto wenu wengi wao ni bodaboda boda. Wanaviziwa bodaboda boda nyiye sasa na wao waingie katika mkumbo ule, kitachotokea hatukijui. Taratibu, fanyeni kila mnaloweza kuwachunga watoto wenu wasifate mkumbo. Fanyeni kila mnachoweza kwa kadri mtakavyoweza kuwachunga watoto wenu wasifate mkumbo kwa kisingizio cha dhiki ya maisha. Dhiki ya maisha haimaliziki kwa kuandamana wala kwa kufanya fujo, wala kwa kupora mali za watu, wala kwa kuunguza vituo vya mafuta, wala kwa kuwaharibu miundombinu ya, ya umma. Ardhi tunayo ya kutosha. Watoto wetu, kama mji umewashinda hawana chakupata, warudi nyumbani wakalime mihogo. Mimi imamu wenu nalima mihogo, nalima mihogo nalima na mimi mwenyewe mihogo kwa sababu ya hapa msikitini hayanitoshi, siwezi kumaliza mambo yangu yote hapa. Ndio maana mimi kesho nakwenda kijijini Ndoni, kijijini nitakuonesheni mashamba ya mihogo ninayo, sasa hivi nimepanda. Nafanya vile kwa sababu ya nini? Kukidhi haja zangu kwa amani na utulivu. Sasa narudia mara nyingine kusema, wachungeni watoto wenu, wanatakiwa waingie katika eneo ambalo hawastahiki kuingia, matokeo yake watakufa, mtalia, halafu mtasema hatukuambiwa, hatukutahadharishwa, hatukupewa onyo. Onyo ndo hilo, siku ile wakuu wa vyombo vya dola walivyosema, kwamba jamani, ikifika saa kumi na mbili kila mmoja awe yuko ndani <clears throat> asionekane mtu anazagaa zagaa barabarani. Baadhi yenu, baadhi ya watoto wetu walipinga, na baadhi wengine, watu wazima, wamefanya uzembe, wamekufa, kwa sababu oda ishatoka salama yako ni kuifuata oda ile, kuisikiliza. Usitembee, usitembee, kwa sababu ni jambo la muda tu, kama vile kufunga Ramadhani. Funga Ramadhani, si mwezi mmoja tu? Baada ya hapo unakula, huli, unakula mchana. Kwa hiyo oda ikitoka tusikize tu asikivu. kitu pekee kitachosaidia kuichunga kui, kui, kui amani yetu iendelee ni kuwa watiifu, ni kuwa wasikivu, ni kuwa waelewa na kutambua kwamba hii nchi haiko hivi hivi tu. Hii nchi ina utaratibu unaoendeshwa katika nchi hii kwa kutulinda sisi. Sasa ule utaratibu wa kulinda, wakati mwingine unauma, kwa sababu usiposikia waona chapa wanakuwa wakujui tena kwamba wewe nani, wewe wanajua ndo katika wale wengine, tumewazika hapa. Wamekaa nyumbani kwao, lakini wafanya fujo wameingia nyumbani kwake, na yeye akaingia, wamechapa kafa. Sherifu majini kaziko hapa Kisutu. Kwa nini? Alikuwa yumo hayumo, lakini <coughs> nimekuambia ni hivi na mimi na ushehe wangu nikikaa pale watu wanavuta bange, mimi sivuti. Tukija kukamatwa, wakija kukamatwa wale, mimi wataniasha, watasema yule pale avuti, au sema huyu ndio pengine ndo anayeuza kwa sababu muuzaji huwa avuti wakati ule ule. Kwa hiyo usikae pale, usikae pale. Siku moja mimi nilikaa pahala pana shubha polisi wa Msimbazi walikuja kwa hilmu ya hali ya juu, wakasema kamtoeni yule shehe pale. Nikaja kuitwa nikaja hapo barazani, naongea na mtu kule, watu sehemu nyingine wanakamatwa, kwa sababu mi nami nikuwepo, sina habari sina habari, lakini hiyo ni amani. Hiyo katika hali hii watasema kamtoeni shehe, au watapiga tu, alafu mtasema shehe wetu kauawa. Hapana, tuwe wasikivu ni watu ambao tunaelewa, tukiambiwa. Ndio maana tunatakiwa kila siku tusikilize taarifa ya habari inasemaje. Ndugu zangu Waislamu, lazima lazima, hatuwezi tukawa Waislamu bila kuilinda amani ya nchi yetu. Kama wiki iliyopita nilisema, huwezi ukawa Mwislamu ikiwa unamchukia Mkristo au asiyekuwa Mwislamu dini yetu haina chuki. Hata wao wakifanya chuki dhidi yetu, sisi tusirudishe mapigo ya chuki dhidi yao, tuwanyoshe mkono wa amani na utulivu. yoyote yule wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala lardhi hauna wa idha khatabahum ljahiluna qalu salama, ndo qurani inavyotwambia jamani. Waja wa mwenyezi Mungu ni wale wanaotembea katika ardhi hii kwa amani na utulivu, na wakisemeshwa na maneno ya ovyo na wate, wasema ovyo wao wananyosha mkono wa amani qalu salama, ndio Qurani inavyotuambia. Wala Qurani haikwambii urudishe mapigo, kwa sababu kurudisha mapigo hakuna kipimo. Aliyekupiga kofi yeye, yeah, hakupima na wewe ukitaka kumpiga hupimi sentimita kadha, ah, kitakutoka kibao tu. Mungu anasema hapana. wasbiru wama sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala takufi dhayqin mimma mima yamkurun, a, Mungu anamwambia Bwana Mtume subiri, na kusubiri kwako ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wala usihuzunike wala usibanwe na kifua kutokana na njama wanazozifanya inna allaha maa ladhina ttaqau, Mungu yuko pamoja na wachamungu. Wachamungu ni wale ambao wanachunga amani ya nchi yao. Waladhina hum muhsinun, ni wale ambao wanafanya mema. Sisi tunatakiwa tuendelee kufanya mema, miongoni mwa mema mazuri zaidi kwa wakati huu ni kuwa watiifu kwenye vyombo vya dola yetu.